Barabara hii utekelezaji wake unaendelea na uko katika hatua mbalimbali. Ujenzi huu unahusisha ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, e, dual carriageway kwa maana ya kwamba barabara mbili zinazoingia na barabara mbili zinazotoka pande zote. Aa, vile vile ujenzi utahusisha uwekaji um, wa maeneo ya watembea kwa miguu pamoja na uwekaji wa taa katika barabara yote ya mzunguko wa kilomita 112.3. Ujenzi huu pia umehusisha ujenzi wa madaraja makubwa na makala vati ya saizi kubwa na saizi ndogo. Utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umefikia asilimia tisini na moja na unatekelezwa kwa thamani ya shilingi bilioni 221.7 hatua mbalimbali zinaendelea na kwa sasa tunatarajia kwamba kwa kazi zilizobakia, mpaka itakapofika mwezi Disemba tarehe 29 mwaka huu, kazi hizi kwa mujibu wa mkataba zitakuwa zimekamilika. Katika utekelezaji wa mradi huu, ajira mbalimbali zimepatikana zime kwa wananchi wa jiji la Dodoma na maeneo mbalimbali ya mbali jirani na Dodoma a, takribani ajira zaidi ya elfu moja. Mradi huu sasa tunaamini baada ya kukamilika unaenda kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi, kwani sasa hakuta uh, kuwa na ucheleweshaji wa kufikisha uh, mazao au um, products zozote zinazozalishwa katikati ya jiji la Dodoma na nje ya jiji la Dodoma, kwani usafiri utakuwa umerahisishwa. Lakini vile vile sambamba na utekelezaji wa mradi huu Uh, kuna miradi ya mbatishi ambayo tunaitekeleza ambayo pia ikiwa ina lengo la kutunza mazingira ya maeneo ambayo tumeyatumia wakati wa utekelezaji wa mradi hasa pembezoni mwa barabara. Jumla ya miti laki moja na nusu itapandwa katika barabara hii ya mzunguko kwa maeneo ambayo hayatokuwa na changamoto ya mawe. Mradi huu unatekelezwa na Jeshi la Kujenga Taifa la Makutopora na utekelezaji wake umeanza hadi sasa. Kati ya miti hiyo laki moja na nusu, takriban zaidi ya miti elfu arobaini imeshapandwa katika maeneo hayo, na utekelezaji wake unaendelea kwa sasa. Sehemu kubwa ya upandaji huu wa miti imefanyika katika eneo la Nala mpaka Veyula hadi kufikia eneo la Mtumba ambapo kama tulivyopita tumeona maeneo mbalimbali, tayari baadhi ya maeneo miti imeshaanza kuota, lakini maeneo mengine wanaendelea na upandaji pamoja na utunzaji wa miti hiyo.